Tuna maeneo mawili: ujenzi wa matundu sita ya vyoo katika shule ya sekondari Kigongoi, ujenzi wa matundu ya vyoo katika kituo cha afya Maramba na ujenzi wa matundu ya vyoo katika shule ya msingi Perani. Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi, waandikie maafisa tawala wa mikoa wa mikoa yote na wakurugenzi wa nchi nzima. Najua sasa hivi halmashauri ziko kwenye maandalizi ya bajeti, tunaandaa bajeti mpya, na katika bajeti hii mpya ambayo tunakwenda nayo maandalizi mpaka mwezi wa sita, tutakapomaliza miezi sita ya bajeti mpya, tutakapomaliza miezi sita ya bajeti mpya, sitaki kusikia habari ya shule imekosa matundu ya vyoo. Matundu ya vyoo kwamba katika karne hii kwa nchi yetu, nchi ambayo imeshaingia kipato cha kati, tuwe tunakuwa na halmashauri ina shule haina matundu ya vyoo. Na ndugu waziri, nimetahadharisha hii mapema tukiwa tunaandaa bajeti. tutakapoanza utekelezaji wa bajeti mpya ndani ya miezi sita, sitaki kusikia habari ya shule haina matundu ya vyoo. Haya ni mambo yanayoturudisha kwenye ujima, ni mambo yanayotia aibu. Hatuwezi tukawa na miradi mikubwa namna hii alafu tuwe tuna eneo halina matundu ya vyoo. Huu ni uzembe na ni uzembe unaotokana na watu wetu wasiotembelea maeneo yao ya kazi. ziara zitakazofuata baada ya, ya miezi sita ya bajeti nikikuta halmashauri ina shule ya msingi ina shule ya sekondari ina kituo cha afya ina zahanati haina matundu ya vyoo, ina upungufu wa matundu ya vyoo, mkurugenzi, utakuwa umeshapoteza kazi yako. Utatufaa nini kama hata matundu ya vyoo huwezi kusimamia yakajengo? Haya ni mambo ya watu wetu kutokufuatilia maeneo yao ya kazi. Haya si mambo ya kujadiliana hadharani hivi, kwamba tunaweza tukawa na shule afu haina matundu ya vyoo. Tunawakusanyaje watoto mia tatu mia nne mia tano hawana, hapana matundu ya vyoo, na sisi tuko maofisini, tuko na magari. Magari, gari moja tu inajenga matundu ya vyoo ya halimashauri yote. Mnaombaje hela ya magari, mnakosa hela ya matundu ya vyoo. Mheshimiwa Waziri, hili liwe kwenye kumbukumbu kumbu, kila mkurugenzi aandikiwe. Hili si jambo la kuendelea kuwepo waandikie wote na nakala ziende kwa wakuu wa mikoa. Niliona nilisema hili na nimesema, nasema mapema mkiwa mnaandaa budget na Mheshimiwa, wakatibu tawala mfuatilie haya kwa wakurugenzi wenu katika maeneo yenu yanayohusika. Kwa ndugu wananchi, nawashukuru sana na kama kuna ambaye alikuwa bado hajamaliza kuwaza hoja yake, baada ya kuwaza ukiipata, basi fikisha kwa mheshimiwa mbunge wetu. Mheshimiwa mbunge tumekuwa wote wizara moja amekuwa sehemu ya wasaidizi wangu pale wizarani. Kwa hiyo hoja yenu ambayo kama ulikuwa bado unaiweka weka sawa, ifikishe, nitaipata. Na mko na waheshimiwa wabunge wa viti maalum makini, tumekuwa nao tangu mwanzo. Ni wabunge ambao hata wanapochangia bungeni ni wabunge wanaosikilizika na wanaeleweka. wana, wanapochangia, fikisheni hizo hoja, tutaenda kuzifanyia kazi. Asanteni sana na kwa wale wanaojiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunawatakia kila laheri. Asalamu alaykum wa warahmatullahi tara wabarakatu.